Okay, karibu tena katika YouTube channel yangu They call me Rex, Rex Curious. Ah uh, leo nimekuja jambo moja zuri kwa upande mwingine za kalibaya. Ah uh, leo nataka niwaonyeshe namna gani mtu anaweza kujua kama simu yako imehakiwa. Ni namna gani mtu anaweza kujua kama simu yako inatoa SMS au ujumbe tuseme kwenda kwenye simu nyingine au inatoa simu zako kupaa kwenye simu nyingine hapo uh, mwanzo kabla sijajua mbinu hii au kodi hii ya siri ambayo nataka kukupa siku ya leo uh, watu wengi wamepoteza sana pesa, kujua ni namna gani wanaweza wakajitoa kwenye umfumo kuakiwa. Lakini leo nataka nikuonyeshe njia rahisi ya kujua na namna gani ya kujitoa kama umehakiwa, aidha na rafiki yako, aidha na mzazi au hata na mpenzi wako kama amekuhaki, ni namna gani unaweza kugundua na namna gani unaweza kujitoa. Lakini kwenye video leo nataka tu niwaonyeshe ni namna gani unaweza ukaji ukajua kama umehakiwa na mtu yoyote. Kama simu yako imehakiwa ni namna gani utaenda kujua? Ah, uh, kwanza kabisa utatakiwa bonyeza kodi zifuatazo. Kodi zenyewe ni kama ifuatavyo: utabonyeza nyota reli mbili moja nyota reli really. Utabonyeza nyota reli really, mbili moja nyota reli really". Kama unavyoona kwenye screen yako hapo. Alafu kisha utapiga kwenye line yoyote. Kwa mfano mimi napiga kwenye line yangu ya kwanza hapa. Utasubiria. Yivo, ya kwanza kama hivyo itakuletea list ya vitu hapo kama unavyoona ni Tigo message itaniletea pale call forwarding, voice hai bin hai, ukiona hapa kote kwa pameletewa kwamba voice yangu, simu zangu hazijahakiwa, data haijahakiwa, not forwarded. Fax haijahakiwa, not forwarded, sms not forwarded, yani maana yake hazijahakiwa. Pocket not forwarded, pad not forwarded. Kwa mfano ingekuwa imeniletea kwenye upande wa sms labda pameandikwa forwarded, maana yake ningalikuwa nimehakiwa, hivyo ingebidi nitafute namna gani ya kufanyaje ya kujitoka katika mhakio huo au labda ningepewa pale kwenye voice kuletea kwa kuletea forwarded, maana yake umehakiwa. Kwa hiyo inabidi ujue namna gani ya kufanya ajiya kujitoa, okay. Hapo ni mwisho video yetu, na tumai umejifunza japo kitu kidogo, lakini pia usahau kusubscribe na kulike my video, ili video zinazokuja usikose, usipitwe na elimu na video inayokuja nataka nikaonyesha namna gani unaweza ukajitoa.